Uh, kwa majina naitwa Dr. Mdede Musa Leonard, ni mkazi wa kijiji cha Kipera, kata ya Nzihi ndani ya jimbo la Kalenga Iringa vijijini. Ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni kiongozi wa chama pia, katika maana ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM mkoa wa Iringa, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya umoja wa vijana ya elimu, ajira na miradi mkoa wa Mbeya. Ndugu zanguni nime ana ninyi asubuhi ya ya leo nikiwa katika ofisi za chama za wilaya ambapo nimetimiza takwa langu la kikatiba kwa mujibu wa katiba chama cha Mapinduzi lakini katiba yetu ya ya Jamhuri Muungano wa Tanzania kuja kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa na chama changu cha Mapinduzi kuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Kalenga. Ndugu zangu, ni kwa machache, Kalenga ni nyumbani katika maana ya sehemu ya kuzaliwa na kuishi, lakini eh, uchaguzi uliopita uchaguzi mkuu uliopita nilikuwa miongoni mwa watiania tulikuwa wengi kidogo kama sitini na saba hivi, ilifanikiwa kushika nafasi ya saba. Nafasi ya nne, kwa tafadhali. Aa, tumeendelea kujenga chama ndani ya chama chetu na kwa sasa tuko katika mwaka mwingine wa uchaguzi. Aa, ambacho kinatusukuma sisi vijana ni kwamba, kwanza chama chetu kimetoa nafasi hasa kwa vijana e, na wanachama wote hasa kundi la vijana na mimi kama kijana ambaye natizama kesho ya taifa langu nimeona nitimize haki yangu ya kikatiba kwa. nini Kalenga? Kwa sababu nina historia nako, kama nilivyosema, nimeshiriki chaguzi kadhaa. Kwa hiyo katika utaratibu ule ule tumeheshimu itifaki za chama eh, bila kuvuruga wabunge leo wapo madarakani, bila kuvunja kanuni. Tumesubiri mpaka dirisha lilivyofunguliwa, kipenga kilivyopulizwa, kuja kuchukua fomu na kufuata taratibu zote za chama. Tunashukuru uongozi wa chama chetu chini ya mwenyekiti wetu na rais wetu mpendwa, mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye wote tunatambua kwamba kazi kubwa ameendelea kuifanya, miradi mikubwa ya kimkakati ambayo e, mtangulizi wake, uh, John Pombe Magufuli aliacha imeenda kukamilika. Tumeona juzi daraja da la Kigongo Busisi. Mama shupavu, mama hodari ambaye kwa kupitia ilani ya mwaka unafikia wote tumejionea, tumeiona ilani ambayo imekamilika kwa, tunaamini kupitia yeye mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan katibu wetu mkuu ambaye ndio mgombea mwenza kimsingi, Dkt. Emmanuel Chimbi, gwiji kabisa kwenye siasa ya nchi hii, tunaamini tunakwenda kuvuka salama kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba. Chama kikiwa pamoja, twaunge mkono viongozi wetu hawa, lakini pia kwa sisi watiania, hasa mimi nitaendelea kuwa mtiifu kwa ma, kwenye maagizo na maelekezo ya chama, kwa kadri ambavyo tutakuwa tumelekezwa na chama. Nimechukua fomu leo, nitaikamilisha kwa mujibu wa utaratibu, nitairejesha baada ya hapo nitarudi kwenye majukumu yangu kama daktari wa binadamu kwenda kutibu wa Tanzania wenzangu nikisubiri hatua ambayo inafata. Ndugu wanabari, nawashukuru sana.